Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi unatufuatilia katika chanali yetu ya nurul islamia, chanali yetu ya nurul islamia. E, tukiwa ni mwendelezo wa sizani yetu ya tafsiri ya Qur'ani, leo insha Allah tutaendelea na surat Al-Baqara, sura ambayo kuwa tumeanza mwanzo. Tunaendelea na, na aya ya kumi na saba pamoja na aya ya kumi na nane Mwenyezi Mungu anasema mathaluhum, mfano wao kamathali ladhi stauqada nara, ni kama mfano wa yule ambaye. Kamathali ladhi, ni kama mfano wa wale ambao stauqada nara, wameuwasha moto. Falamma adaat wakati ukiwaangazia moto huo, maana yake mtu akiwasha moto tu anachopata kitu gani? Anapata mwangaza. falama adaat wakati ukimwangazia mahaulahu yaliyoko pembezoni mwao dhahaba llahu binurihim, Mwenyezi Mungu huondosha nuru zao watarakahum na kuwaacha Fi dhulumati, katika giza. La yubsiruna, hawaoni. Mathaluhum, mfano wao hao. Mwenyezi Mungu amewapigia mfano wale ambao aliowaelezea nyuma. Ulaika alladhina starau dalala, hao ni wale ambao wamenunua upotofu. Bilhuda, kwa uongofu. Famarabiha tijaratuhum, lakini biashara yao haikuwapatia faida. Wa makanu muhutadina, wala haikuwa yenye kuongoka kuo, kuo, kuo. Sasa Mwenyezi Mungu anawapigia mfano watu hao, anasema mathalu, mfano wao hao, kama mathali ladhi stauqada nara, ni kama mfano wa wale ambao wanaowasha moto stauqada nara, waliowasha moto. Falamma adhaat ma haulahu, wakati ukiwaangazia falamma adhaat, wakati ulipowaangazia ma haulahu, yaliyoko pembezoni mwao. Dhahaba llahu binurihim, Mwenyezi Mungu huondosha nuru zao, pindi tu unapozima ule moto hupatikana iza. Ndiyo Mwenyezimungu huondosha nuru zao, maana yake anawaacha kwenye kiza. Kwa hiyo Mwenyezi Mwenyezimungu anasema dhahaba llahu binurihim. Kuondosha Mwenyezi Mungu nuru zao, binuri nuru zao, watarakau na kuacha wao, fi dhulumati, katika giza la yubisiruna, hawaoni. Sumun, watu hao Mwenyezi Mungu anawapigia mfano, anasema, sumun ni viziwi, bukumun ni mabubu, umyun ni vibofu, fahum la yarjun, hao hawarudi katika haki fahum la yarjuna, hao hawatorejea katika hapi. Sumu ni viziwi, maana yake uziwi wa hapo sio kama hawasikii ukiwaita, wanakusikia lakini, asili ya hapo ni majazi. Sumu ni viziwi, uziwi wa ulionao, maana yake hata wakaambiwa, wanajifanya kama kwamba hawajasikia Manaake hawaisiki haki. Sumun ni viziwi e, manake uziwi u, u, u, walionao, ile haki kwa wao hawataki kuisikia. Bukumun ni mabubu, manaake ububu walionao hawataki kuisema haki. Umyun ni vipofu, na upofu walio nao hawataki kuiona haki fahum la yarjiun, hao hawatorudi. Manake fahum la yarjiun, hao hawarejei katika haki. Kwa hiyo insha Allah, ndugu yangu Muislamu, na kuomba kabla ya kuondoka utunge mkono kwa kusubscribe kwanza. Unapofanya hivyo maana yake e, e, itakuwa umejiunga na darasa letu, umekubali kuwa Qurani ndiyo mtetezi wako umekubali Qur'ani ndiyo muombezi wako, na umekubali kuwa Qur'ani ndiyo mwongozo wako. Qur'ani itakunyanyua ama ikugwage. Ikiwa wataka Qur'ani e, ikunyanyue, subscribe hapo bi idhnillah, inshaallah. Halafu like like hapo, ili ikiwa umekubali somo hili, umelikubali, umelipenda, tunakuomba like halafu jengine kwa eh, comment inshallah. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.